Uh -huh. Nikaona hii na shida misi mshabiki wa Harmonize nikamtumia kumtumia, uh -huh. nikaambia nitamtuma mtu mvulana kijana, uh -huh. si wangu wa Tanzania, uh -huh. kutane, umpe hiyo tisheti oo, uh -huh. niliacha kwa Harmonize, sinayo mimi, nimeacha kwa Harmonize, nimeacha kwa Harmonize, kila siku ikawa ni story, uh -huh. ushanielewa? Ndio, ndio lakini kabla ya hapo akaniomba milioni tatu nimwazime nani? Pimbi hey, uh -huh. Nikawambia Kapimbi na matatizo, siwezi kukuwazima milioni tatu sasa uh -huh. Nimekuwa namsumbua, nikamwona mwongo uh -huh laki mbili mbili, nafikiri napaka karatasi. Unajua, nikituma manigram au westen union huwa mm, karatasi zangu naweka ndio. Na shida hii dada, ali ngumu bwana mm, namtumia laki mbili, mm, analalamika amu hakuna kitu. Basi tumeshabikie tu, nimemtumia laki mbili mbili, nafikiri mara nne mara tano, karatasi nnazo plus milioni tatu aliyoniomba anataka kununua sijui gari nikamwambia mimi sina hiyo hela, kwa sababu na mimi nina ujenzi sijamaliza. mm. nikamsumbua tena, vipi ile kofia pimbi. mm. ananizimia simu. mm. iko kwa Harmonize na mm. kachua bado. Shabiki wa Harmonize ananizimia simu, ananizimia simu, nikamwambia abu hiyo stori. mm. akasema, achana naye yule

uuyamwa akanitesti aamerinao mm, bwana mi sina pesa, nimeomba amo amo ayupo, alikuwa ameenda wapi Mwanza sijui wapi mm, naomba laki moja na thalathini nisaidia kodi, yani mwenye nyumba kanichachia kweli, naomba mm, naona mi nikamtumia. Nikamtumia wapi atachukua, nikamtumia Nipe majina yako, lakini mimi natumia kwa M-Pesa hela usaskuasi aradibii mm. nikazituma kesho wake ana ile fyonya, yaani ah, usumbufu sana, najuta kama anafyonya yani kwa asira yani kwamba vile hela hajapata. Eh, mbona eh, mimi sijapata nafsi yangu uko China haisumbui Mi nikagundua huyu kaka ajui hela namna gani, hajawai kutumiwa hela, labda kwa njia inayojua mimi, sababu na mchezo na nacheza Tanzania, hela uh, naituma kama njia ya abu uh, nimwambia kama saradibi, kuna matatizo sasa hivi naona kuna matatizo matatizo sana, maana sijui zimefanyaje system. Amna nenda eko benki, um, iko Mwenge, iko Isonyama. Naomba ukipata nijulishe, yani najuta, nangaika tu ile ah. unajua eh. mtu mm. kama kachoka le <laughs> nikaambia b kuma, kuna mtu China ambaye anaweza kukutumia hela. Kwa nini si usimwombe ule wa China mm. unaona aya ma ananipa ni kwa vile kasafiri mm nikaambia sawa, basi ndio hiyo, nimeshakutumia umeshanielewa? Ndio na wakati ameniendesha siku, nilikuwa da namwachia kitu kidogo arobaini. Hmm. nanielewa, namwachia lakini, <coughs> e, m, ananisaidia sana, ni basi tu kwa vile alipo, kasema kumbe una mtu wa kukusaidia. Hmm. anisimwambia mwenye nyumba asubiri kidogo mpaka Mm. am warudi somakuwa mi sijapenda, yani kwanza sikupenda anavyofyonya na kuona kama usumbufu kwa sababu sio shida zangu mimi mm -hmm. shida yake mwenyewe, kuelewa wapa ataenda kuchukua pesa mm -hmm. Nimemwambia ukiona CRDB umekosa na sio lazima uende Mlimani, CRDB ziko sehemu nyingi tu maajenti mm. kwanza -hmm. eh? mm hapo -hmm nikamwona kama amechange mm. Nimwambia buu, naona apo amonaivo lazima vibaya. Jamani, tumsapoti, yani tuetu masabiki wa moyo mm. Atupi kitu, tuvumilie ndo. mm. Ikatokea ugomvi la Pimbi kujitoa kwa amo mm. Mitandaoni ikasema kwa sababu ajapanda praiveti jeti mm. naenyelewa. mm yakaisha hivyo lakini, mpaka leo mimi, Pimbi hajaninulia kofia. Nimejibishana naye sana, Abu akasema achana naye samee hizo hela mm. mm. nimesamee. mm. Haya, sasa mi nimeona Abu leo kajitoa tangu jana, kwana tuanze ya Ibra. Mimi nikwambiaje jambondi? ah. anataka amshushe Harmonize, najua amejaribu mwenyewe mi na message ya Diamondi kaandika kwenye YouTube mm Makonde nimemshinda ana mganga mkali, message mm, inasema hii, simu najifuta, ningekutumia ah, mm, ni Makonde mganga wake mkali kama nini eh, mm, mi mganga mkali kile ninavyohangaika nashindwa, na kaandika Diamondi kwenye Diamondi kwenye YouTube kwenye YouTube eh kwenye YouTube, siku nyingi nilikuwa nayo kwenye message hapa, nafikiri nilimtumia Abu mganga wake mkadi Ah. Nasema katika uh, hii message uh, za tangu juzi kuhusu Abu uh, <gulunasara> eh, hey, kuna message alitumanga siku nyingi nafikiri miezi sita, saba, nane Diamond uh, yaani huyu uh, yeah, makonde uh, mganga wake mzuri kkiangaika kumshusha wapi? Unanielewa? Nimeelewa meseji nilikuwa nayo pili, mm. na mtumia Abu mpaka hmm. mo nanii, kila anachofanya amo, kila mziki anaotoa hata kama ni mzuri, pindi anamsema vibaya, nanielewa nio, mm. yote anayaangalia kwa mm. sababu, huku hatutumii bando, huku tunatumia internet, unakata mwisho wa mwezi euro ishirini. Hamna neno, hamna neno sasa. <laughs> mm. Mimi ushauri wangu kakaangu, mm. eh, wskazi sasa, sasa hivi usimtupe, hasa wewe naomba usimtupe. Wewe ni mtu mzima, ushakuendaga kwake si so, unakumbuka umeenda kwake ile hey, picha na... mmeshare uh. wewe kwake unapiga tu simu, nakuja amo mm. wezi kuambia usije nanyawewa vizuri pakaena amo amna neno, kaa naye vizuri, kakangu Ach, unajua kwanza, nakukatisha ela alizotumia kwa kajala ama, anaweza angejibrand kimataifa, nafikiri unajua ni kweli, magari dhahabu saizi ama ange tena angeojailele sinageil akaipush mm. ametoka huko uko na nini kwenye magazeti ya huko, sijui uliona ile wamemtoa kwenye redio fulani, ndani ile redio wa watu wakubwa, wamemtoa MTV si kufanyaje? Nimewekwa na nyimbo e ya singo wageni yani, unaambua hiyo hayupo. Diamond, ni wasanii wale wa kimataifa.